Sasa wewe, kila saa wananisema, wanazungumza, hawaninipendi wananiongelea, naomba nikwambie, inakuathiri kwa asilimia ishirini peke yake. Alafu mara nyingine wakisha kusema unaanza kujiambia wewe, hivi nina shida gani hivi, na matatizo gani? Au kwa sababu niko hivi, au kwa sababu sijaolewa, au kwa sababu mimi sina mume, au kwa sababu sina mtoto, au kwa sababu figa yangu iko hivi, unaanza kuji, unaathirika kwa asilimia themanini. Jitambue, jitambue mwanamke, jitambue. Tambua uwezo ulio nao. Naomba niwaambie wakina mama, mko hapa wengi hamjui. Hivi unajua, tumefundishwa form 3 mwanadamu wa kawaida ana hisia ngapi? Ana vyanzo milango mingapi ya fahamu? Ana milango mingapi ya fahamu? Wa kwanza ulimi, wa pili ngozi, ya tatu eh? Pua kwa ajili ya kunusa, ya nne macho kwa ajili ya kuona, ya tano masikio kwa ajili ya kusikia. Naomba nikwambie, kisayansi imegundulika mwanamke ana sensori sita na sio tano. Sensori ya sita ya mwanamke inaitwa EPS, kitaalamu extra perceptual sensory. Mwanamke ana uwezo wa kupokea taarifa kwa kutumia, kwa kutumia tumbo lake linaweza likampa taarifa kwa intuition. Mwanamke anaweza kupokea taarifa kama nabii anavyopokea taarifa. Kwa maana hiyo mwanamke yeyote anaweza kuwa nabii. Okay, kama unielewe, nisikilize. Ukiwa umekaa hapa unakula nyama, mtoto wako amepata tatizo. Mtoto wako nyumbani akipata tatizo hivi wakati naongea, naomba hii mike tafadhali mtoto wako akiwa nyumbani anaumwa au amepata shida, sasa hivi wakati naongea, naomba nikuhakikishie utasikia tumbo la uzazi au la kuharisha limepatikana hapa, na utashindwa kukaa hapa. Lakini mume wako anaweza kuwa yuko baa anakunywa pombe na hajui chochote. Wangapi wanakubaliana na mimi? Hello wangapi wanakubaliana mimi, na mimi? Kwa nini? Ni kwa sababu wewe mwanamke una hisia ya sita una chanzo cha sita kinaitwa EPS. Kwa hiyo ukiona, ili upate taarifa za mme wako ni lazima uvizie simu yake, ushafeli. Kuna mtu ananielewa? Ushafeli, kwa sababu ukinyanyua mnara wako wa hisia juu na ukanyanyua mnara wako wa kiroho juu, una uwezo wa kupata taarifa bila simu ya mwanaume. Wangapi wanaweza kunielewa? Ukiona umeanza kunyemelea akiwa anaoga, ukavizia simu yake, unafanya kazi ya suma JKT wakati hujasomea hiyo. Sio yako, uwezi. Ngoja nikuambie, mwanamke ambaye mnara wake wa hisia uko juu na mnara wake wa kiroho uko juu, ana uwezo wa kupata taarifa yoyote. Baba moja akaja ofisini kwangu akaniambia, Dr. Mauki, mke wangu sijui ana nini, kila nikiwa nimepanga kutoka na mwanamke Siku hiyo ndo ataniambia mume wangu umeshindaje, nimekumisi. Alafu anashambia muda anaponipigia ndio muda ule ule. Mama moja akaja ofisini kwangu alikuwa anajenga kule Goba. Anasimamia site mume wake akiwa ofisini. Anasema nilipokuwa nasimamia mafundi nikaenda kwenye mti kutulia, saa nane mchana jua. Nimefumba macho. Kuna kitu kikaniambia sita sita nane nane. Sita sita nane nane. Iko kwenye mti, mafundi wanafanya kazi. Alivyorudi nyumbani jioni, amelala kitandani wakati mume wake anaoga, akaona simu mpya ambayo ni mpya hajawahi kuiona kwa, akaichukua ili kumwambia mume wake hongera, nimeona umenunua simu mpya. Alivyoigusa ile simu wakati mume wake anaoga, ile 6688 iliyotokea akiwa site ikaanza kuja kwa kasi sana, 6688 6688 6688, akaishika hivi, skrini ikafunguka akaona password ile 6688 ikamjia kwa kasi sana akaingiza 6688. Ameletwa ofisini kwangu siku ya kumi na sita baada ya siku kumi na tano kuwepo, amelazwa Kairuki Memorial Hospital. baada ya sita, sita, nane nane amelazwa kwa nini? Kwa sababu ya alichokikuta kule. Naomba niwaambie, hakuwahi kuvizia simu ya mme wake, hakuwahi kuuliza. Yule baba amekuja ofisini kwangu ananiambia, Mauki, utaniambia vyote, sitokubali mke wangu lazima ana uganga au analoga. Akaniambia, Mauki, hii simu nimeinunua Mlimani City siku ya kwanza, ndo nimekuja nayo nyumbani na nimeonyeshwa na rafiki yangu password na kuweka password ya kwanza na password ya ya WhatsApp lakini mke wangu wa ameingia. Yule baba paka leo anaamini mke, mke wake ni mcha. Yule mama nilichofahamu ni mama wa maombi. Kuna mtu ananielewa, haku struggle na chochote. sita, sita nane nane ilitoka kwa Mnazareti live. Kuna mtu ananielewa. Sasa wewe unahangaika na uweke mtu wa bodaboda amfuatilie, uweke huyu akuangalizie hivi kujitambua kwamba una uwezo ndani yako wa kucreate. Naomba niwaambie, naomba niwaambie ninyi ndo mna sustain familia, ninyi ndio mna sustain ndoa, ninyi ndo mnatushika sisi. Hakuna yote kwenye maandiko mwanaume aliwahi kuambia mwanamke aliwahi kuambia, si vema wewe ukae bila sisi, lakini sisi tuliambiwa, si vema wewe ukae bila mwanamke na ndio maana chunguza, kwenye familia nyingi sana baba akifariki kabla ya mama. Wale ambao baba yenu aliwahi kutangulia kabla ya mama, angalia maisha ya mama akiishi baada ya baba, mama anaendelea kunenepa. Wangapi wamewahi kuona hiyo kitu? Nenda kaangalie familia ambazo mama alitangulia baba akabaki. Wangapi wana, wana, wana, wana, mama aliwahi kutangulia baba akabaki? Angalia muda ambao mama aliondoka na muda ambao baba anakuja kufariki, utakuja kugundua mwanamme hawezi kukaa bila Wangapi wanakubaliana mimi? Atakufa mapema baba au akibaki spana mkononi. Kibofu figo. Ngozi figo. Kwa nini? Kwa sababu hata kama wawe na magomvi, mama akiwepo, baba ana sustain.